Heri wenye njaa na kiu ya haki. Tunapoendelea katika hotuba ya Mlimani, baada ya Yesu kuzungumza kuhusu umasikini wa roho, huzuni iletayo faraja na upole unaorithi ahadi za Mungu, sasa anasema maneno haya yenye uzito mkubwa sana: Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Yesu hapa anatumia lugha ambayo kila mtu anaielewa. Njaa na kiu si nadharia, ni hisia halisi za ndani zinazomsukuma mtu kutafuta chakula au maji kwa bidii. Hapa Yesu anasema heri, si kwa wale wanaopenda haki kidogo, bali kwa wale wanaoiendea haki kwa hamu ya ndani, kama mtu anayehitaji kuishi. Haki anayoizungumza Yesu hapa si haki ya kujiona bora kuliko wengine, si haki ya kuhukumu watu, si haki ya kidini ya nje ni haki ya Mungu, hali ya maisha inayolingana na mapenzi yake, tabia yake na njia zake. Mtu mwenye njaa na kiu ya haki ni yule asiyejiridhisha na kiwango cha chini cha kiroho. Ni mtu anayesikia kiu ya kumjua Mungu zaidi. Ni mtu anayetamani kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika mawazo, maneno na matendo. Ni mtu ambaye hajisikii sawa kuishi katika mazoea ya dhambi au Ukristo wa juu juu. Katika kizazi chetu, watu wengi wana njaa ya vitu vingine: njaa ya pesa, njaa ya umaarufu, njaa ya kuthibitishwa, njaa ya kukubalika, njaa ya nguvu. Lakini Yesu anasema heri ni kwa yule ambaye njaa yake kuu ni haki, na Yesu anatoa ahadi iliyo wazi: maana hao watashibishwa. Hii ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Mungu hasemi atawachezea njaa yao, anasema atawashibisha, atajifunua kwao, atawajaza kwa roho wake, atawapa nguvu ya kuishi yale wanayotamani. Mtu anayetafuta haki ya Mungu kwa dhati hapotei ndiani. Huenda akachoka, huenda akakutana na mapambano, lakini Mungu hasahau kiu ya kweli. Hakuna anayekimbia kwa Mungu kwa njaa ya haki na kubaki mikono mitupu. Na muhimu sana kuelewa, hatujitengenezei haki kwa nguvu zetu. Tunapokea haki kutoka kwa Kristo. Kisha Roho Mtakatifu anatufundisha kuishi haki hiyo kila siku. Ndiyo maana hii heri inakuja baada ya zile zilizotangulia. Baada ya kuwa masikini wa roho, baada ya kuomboleza dhambi, baada ya kujifunza upole, sasa, mtu ana hamu ya ndani ya kuishi sawasawa na Mungu. Hii ndiyo dalili ya ukuaji wa kweli wa kiroho, sio tu kuacha dhambi kwa hofu, bali kutamani haki kwa upendo. Leo Yesu anakualika kujiulize, nina njaa ya nini? Nina kiu ya nini? Ninatafuta nini kwa nguvu zaidi katika maisha yangu? Kwa sababu kile unachokitamani sana ndicho kinachokutawala. Lakini ukitafuta haki ya Mungu kwa njaa ya kweli ahadi ni hii, utashibishwa. Asante kwa kuendelea nasi katika Biblia maishani Mwetu. Katika kipindi kijacho, tutaendelea na heri inayofuata na kuona uzuri wa rehema katika maisha ya mtu wa ufalme wa mbinguni. Hii ni Biblia maishani Mwetu, tunafanya neno la Mungu liwe uhai wa kila siku.